Ongea na wafugaji jamii ya Barabagi na wakulima jamii ya Wasukuma waliokusanyika zaidi ya elfu nane katika kijiji cha Mwanzugi wilayani Igunga. Mkuu wa wilaya hiyo, Bwana Ilibariki Kingu, amesema swala la vyama vya siasa katika mkutano huo halipo isipokuwa jambo la muhimu ni kumaliza mgogoro na wananchi kuwa na amani kati ya wafugaji na wakulima wa vijiji hivyo. Ninawataka ndugu zangu, tukitoka kuanzia hapa sasa hivi, mtaturu tumuone kama ndugu yetu na wataturu wasukuma tuwaone kama ndugu zetu. Tena mkitoka hapa, ikiwezekana, mwende kwenye maduka huko, mnapita mnashikana mikono, wale wachawi wajue ya kwamba sisi ni kitu kimoja katika mkutano huo uliohusisha wazee maarufu wa kabila la Barabaigi na Wasukuma chini ya kamati ya ulinzi na usalama ya wilaya Igunga, mkuu wa wilaya bwana Kingu, ambaye ndiye mwenyekiti wa kamati hiyo, amesema kamati kwa pamoja wameazimia kila mfugaji na mkulima atakayekiuka maazimio ya kikao hicho atatozwa faini ya ng'ombe watano. Sasa Mniruhusu nisome maazimio yaliyofikiwa na wazee wetu. La kwanza, kuchungia nyasi zinazozunguka mradi wa skimu kutokana na nyasi hizo kuwa chanzo kikubwa cha vurugu kwa sababu ya wauzaji wa nyasi hizo kuuza kwa watu wa mbali wasio waaminifu. Hivyo tume imependekeza kuwa wenye mashamba hayo walio wafugaji wachungie ndani ya hayo mashamba. Kwa upande wao wenye viti wa wafugaji na wakulima wamesema serikali imewekeza mamilioni ya fedha katika skimu ya umwagiliaji ambayo ndiyo yenye mgogoro kwa muda mrefu. Kwa hiyo kutokana na kusuluhishwa, watahakikisha mgogoro waliomaliza hautajitokeza na kuanzia sasa wafugaji na wakulima hao wameungana na kuwa ndugu moja. Vijiji vingine tukaviandikia wazee kumi kumi maarufu, waje tukae vikao, tulimaliza tatizo gani hili? Kuna delegation letu hapa tunalitesa. Mm. Serikali imeweka mabilioni hapa, serikali imeweka mabilioni lakini tunalitesa mpaka sasa. Lakini leo natamka rasmi, kama wazee wa Mwalala walinipendekeza na wazee wengine wakaja wakanichagua kuwa mwenyekiti, leo tunasema rasmi hii mipango yote michavu tumeizika leo. Hakuna tofauti ya Msukuma na Mtaturu leo hii. Baada ya, ya zoezi la usuluhishi kumalizika, walichinjwa ng'ombe na mbuzi sabini kama ishara ya kupatana na kula kwa pamoja lakini ITV imeshuhudia kuona wafugaji hao na wakulima jinsi walivyokuwa wakigombea nyama hiyo kwa kugawana bila ya kuchunwa ngozi.